Eh, hapa ndio gorofa la, e, e, la hapa. Eh, kuna manumbu hapa sehemu ya kupigia picha hapo. Eh, hapa. Hapa ni Malanasa hospitali. Eh, hapa ni stand ya Mwanjerwa hapa ule mjini ha mjomba